Tunaanza na taarifa, inahusu Rais wa klabu ya Young Africans Hersi Said amekiri kwamba Tanzania kama nchi inapata sifa nzuri nje ya mipaka ya Tanzania kutokana na kukua kwa kasi kisoka kuanzia ngazi ya klabu hadi timu ya taifa, jambo ambalo limepelekea baadhi ya viongozi kuaminiwa na kupewa nafasi kwenye kamati mbalimbali za mashirikisho ya soka Afrika, yani CAF pamoja na FIFA. Hersi amesisitiza viongozi wanaopata nafasi hizo kuzitumia vizuri kwa maslahi mapana ya taifa letu ili kufungua milango kwa Watanzania wengine kuaminiwa na kupata nafasi. Tanzania tunakwenda vizuri sana, na sio tu kwa bahati mbaya. Kuna jitihada kubwa zimefanywa na taasisi mbalimbali, ukichukulia uh, vilabu kwa mfano hivyo vilabu vinne vyote, uh, Young African, Simba Sports Club, Azam, Singida ni vilabu ambavyo vimeweka jitihada kubwa kwenye kujiendesha, mifumo yao, uongozi wao, usajili wa wachezaji, jitihada za kuhakikisha uh, wachezaji wanafanya, wanafanya majukumu yao kwa hiyo ni nafasi ya kwanza, vilabu vimefanya vizuri, lakini ukitazama pia taifa letu linapata sifa nzuri huku nje. Tumepewa nafasi ya kuandaa CHAN na ripoti zinasema one of the most successful CHAN ambayo imeshawahi kufanyika ni hii CHAN ambayo imefanyika kati ya Tanzania Uganda na Kenya, it was one of the most successful. Lakini pia tumepewa jukumu jingine la kuandaa AFCON 2027. Kwa hiyo Tanzania ipo kwenye ramani ya mpira katika bara letu la Afrika. Kwenye level ya vilabu kama unavyoona miaka miwili iliyopita Simba Yanga zote ziliingia quarter final, nafikiri ilikuwa ni nchi ya, ya pili kwa wakati huo kuwa na vilabu viwili kwenye hatua ya robo finali ya Champions League na, na hii pia sio sio jambo dogo. Kwa hiyo tunakwenda vizuri na national team yetu pia inafanya vizuri. Miaka iliyopita ilikuwa kushiriki um, Afcon ilikuwa ni majaliwa, lakini sasa hivi tunaona back to back tunashiriki, tumeshiriki 2023 iliyofanyika Ivory Coast na sasa tume qualify tunakwenda kushiriki Morocco, na uh, always uh, obvious uh, 2027 tukiwa kama wenyeji tunakwenda kushiriki. Kwa hiyo level ya vilabu inafanya vizuri, level ya national team pia ina vizuri. Engineer, kwa siku za karibuni, Tanzania imekuwa ikitazamwa na CAF pamoja na FIFA kwenye maeneo mbalimbali. Ukizungumza hivyo utamwona Engineer yupo kwenye akiwa ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu lakini yupo kwenye kamati ya mashindano FIFA. Tumeona pia watu wengine wanaendelea kupata nafasi hizi. Nafasi sasa hivi sio story tena, lakini tunaweza tukafanya nini kuendelea kupata nafasi nyingi na kubwa kwenye kwenye mashirikisho hayo makubwa ya soka duniani? Mimi nafikiri ni jitihada Amin. Wale ambao wamepata nafasi wazitumie nafasi vizuri kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ya, ukiniuliza, ukiniuliza hizi uh, nafasi haziji mara mbili. Naweza kuambia zinaweza kuja zaidi ya mara mbili, kwa sababu the more unavyofanya vizuri ndio utakavyoweza kuaminiwa na ndio utakavyoweza kufungua milango kwa Watanzania wenzako kupata nafasi. Kwa hiyo wale ambao wameaminiwa watekeleze zaidi ya wajibu, ili tuweze kujenga jina letu vizuri kwenye uh, platforms za kimataifa. Okay, huyo ni uh, Hersi Said uh, rais wa klabu ya Yanga, lakini pia mwenyekiti wa uh, umoja wa vilabu barani Afrika. Hivi uh, hapa tuki nataka kujua uh, kwenye huu umoja, na klabu yangu mi nilicheza kwa mafanikio sana makubwa Maganga Boys Brazil Temeke, ina sifa ya kujiunga na huu umoja eh, si vilabu vasajiliwa klabu yako imesajiliwa imesajiliwa kwa msajili wa vyama vya michezo. Kwa hiyo tuna sifa na sisi ya kuomba kujiunga na umoja wa vilabu Afrika, si ndio? au kuna lazima uwe kuna, kuna sifa za ziada? sidhani kuna, nafikiri zipo sifa za ziada, zipo sifa, sifa zi. Lazima, e, lazima hmm, kuwe na levels. Sidhani kama e, umoja wa vilabu barani Afrika eti unaweza ukachukua hata klabu ya ligi daraja la madaraja ya chini sana sidhani, kwa sababu ukiweka hivyo maanake idadi ya hao wanachama itakuwa sio ya kawaida. Kwani wanachama njengi wakiwa wengi, wanachama kiwa wengi ndio vizuri? Ndio vizuri. Kivipi yani? Kwa hiyo unataka chama chako wanachama wao wachache, una idadi ambayo unaweza ukai control. Ndio nasema umoja wa vilabu barani Afrika, maganga boys brazil atemeke. <gibu> <speaking> ni club na kiko Afrika, nafikiri kwa sababu tunataka tutengeneze <laughs> ya uendeshaji wa vilabu <laughs> nataka tutengeneze mfumo mmoja wa uendeshaji wa vilabu barani na Afrika. mm. Nafikiri mm. sija- sija- sijapitia katiba yao. Nafikiri ni assignment pia umetupa Alex Luambano, eh hey, hey, kujua, kujua kwamba au inawezekana pengine vile vinavyoshiriki tu michu, wenye uwezo wa kushiriki michuano mm. ya kimataifa. Eh, au yoyote inayocheza daraja la juu kwenye nchi, kwenye nchi yo. ya husika ya, ya, ya Afrika yaani, mm. yan unajua, katika unajua, nchi e, nyingine daraja la juu daraja la kwanza mm. wengine ndio hiyo Premier League. Kwa hiyo ile daraja la juu klabu yoyote ina sifa mm. ya kuwa mwanachama wote, kama ni daraja la juu peke yake, ikishuka mm. sifa ya inakuwaje? mm. Eh. Ni, ni ni assignment nzuri ambayo tutabidi eh, tuendelee nayo Yesu eh, atupe majibu zaidi. Sifa ya klabu kujiunga na umoja huu mm -hmm. na klabu inapotezaje sifa, umeelewa? mm -hmm. Maana kujiunga na kuna kupoteza sifa kwa sababu kuna eh, klabu zingine zina kufa. Naweza eh, ikawepo klabu baadaye klabu ikawa mfu kwa sababu eh, sifa za klabu inaelekea kufa, tusha tusha kuzitaja hapa mm sifa klabu inatakiwa kujiunga na klabu gani? Kumbe inawezekana klabu nyingine zina haki ya kujiunga hazijui, um, zinahisi ah, hizo bwana. Kwa wanaocheza michuano ya kimataifa tunajua wanakuwa wanyonge mm. Na inawezekana baadaye kuna benefit kule kujiunga, uwepo wako tu kule kasika, jamani, vilabu vyote members, baada ya fainali hizi za, za, za AFCON au fainali fulani hivi zimeisha, wote mnapigwa dola laki moja moja Klabu yako yakakankunde kule cha chamazi <laughs> na kinakula dola laki moja iko sudaja. Eh, ah, hatari sana. iko madaraja ya chini e, kwa hiyo bado kuna ili vilabu vijue, pengine namba inaweza ikawa nzuri zaidi kwa vilabu vya Tanzania. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa kifupi uh, bado elimu inahitajika kwa kiasi kikubwa mm, ya watu kuelewa uh, maana ya u, u, u, umoja wa vilabu barani Afrika mm, lakini faida za timu kuwepo kwenye huo uh, umoja wa K vilabu ku, ku, Afrika kuna, kuna, kuna sifa chache hapa mm, eh, nimejaribu kuziona mm. Mm, kwanza klabu iwe katika renki ya rasmi za FIFA I mean ah, za CAF kwa muda wa miaka mitano Ah, basi hapo kwa maana hata kama uko na nafasi ya 100 lakini uwepo mengi mm, yani hapo tayari kuna watu umeshakatika renki yeah, lakini taya. kuna ada ya yeah, kujiunga wanachama yeah, mm, ambao ni dola elfu moja kwa kila mm, klabu inatakiwa itoe dola hiyo ito ito mm, lakini wanakuambia pia huo na, na, na miundombinu ijapokuwa sio lazima sana, ni kama club license tu, lakini at least huwo mm, na uwanja ambao unaweza kuaccommodate watu elfu kumi unamiliki uwanja ambao unaweza kuingia t1pibs eh, at least as an option. Ah, maana unasema kwetu hapa kwa club moja, basi wengine wamevamia mtumbwi tu, itakuwa hawana sifa hizo eh. Lakini mengine ni financial stability, uh, youth teams, wenazo teams za ah, vijana kuna timu ya vijana lakini pia kuna timu ya wasichana, wasichana e, lakini kwa kuna, kuna, kuna makocha wale wanaofundisha wana timu yako wewe, makocha wanaotambulika na leseni Z za viwango vya juu Hey, koo Maganga United Brazil, wewe umeshachinjwa viwango vya kutambulika kafu, mpaka wawe katika renki rasmi za kafu.